Vipenzi vyangu kwa majina na, naitwa Salma, kwa wengi wananifahamu kwa jina la Mrs. Zara Kodi. Leo nipo katika kipindi cha Zekapo. Natumai wengi wanatamani kujua mahusiano yetu yalianzia vipi au tulikutana wapi, na mpaka sasa. Amadi mpenzi wangu, nakumbuka tulikutana wapi? Ndio <laughs> nakumbuka tulikutana wapi, nakumbuka tulikutana tulikutana sijui ndo nyumbani nyumba kwenu pale wapi, mainowa, wapi Argentina, nilikuja maeneo kwenu nikakutana na wewe. Mm, sasa Salma mpenzi wangu kuna karatasi hapa tumepewa zina maswali ambayo, tuchukue hizi tuone ndani kuna maswali gani. Swali zinasema familia yako ina mtazamo gani na mimi familia Famili na... yako yani... <laughs> familia yangu ina mtazamo gani na wewe? Ndio wana mtazamo <laughs> mzuri, mi sijawahi kuona kama wanakuchukulia wewe vibaya. Jambo zuri. Haya, swali linasema hivi, ni kitu gani cha aibu unachokumbuka unachokumbuka ulinifanyia mbele, mbele yangu. <laughs> Mi sapo point ya kuelezea, ntakosa bidii kwanza, nikae na nifikirie point ile, point ile ya kuelezea uongo. Kwa nini ufikirie mfanye kwanza? mm, mi najua ushai kunchiti tena emu... mama wake wengi mtuka <laughs> <laughs> <Emu tukateni. laughs> au ni wataji <laughs> Hii mbona mbona imekuwa na utata? Haina utata, sisi swali. Kwa nini kwa nini utata? Amna swali, hamna swali jingine, swali ndo hilo, naomba nijibu swali langu. Swali limekuwa gumu. <laughs> Amna ugumu kunichiti <laughs> ushawai au nionyesha ushahidi wa video. <laughs> Swali tunasema, unabadilisha. Mna swali swali, kubadilisha swali wewe. <laughs> Umechagua swali lako, nimekujibu na mimi swali langu hilo, swali unijibu lako hapo. Sawa, haina shida, mimi nitajibu. Jibu ndio, nilikuchiti mpenzi wangu. kwa nini ulinchiti? matamania tu mpenzi wangu, ila na haitojirudia mpenzi. Ulinchiti mara ngapi? saa hii kama mara moja au mara mbili. So mara mbili? Umenichiti mara kibao, umeumiza moyo wangu. Hamna mpenzi wangu, haitojirudia. Kweli? mm -mm. Haitojirudia hapana, hasa hapana. Vipi kwa huja, nisamea hamna? Yaani sinisemaje, mwanamke, mwanamke anasamea ila sahau hapo utakuwa umesamea nini kama hujasahau? Inabidi usahau tuanze mapya. Mimi nimesamea, ngoja nikwambie, mimi nimesamea ila mwanamke yeyote anasamea ila asahau. Kwa hiyo kuna ah. As... Yani, kuna siku tu nikikaa lazima nikumbuke yale matukio. Yanakuwa na sentence yako, anasamea lakini asahau, ina maana gani? Yani kwamba na wewe siku utakuja utavifanya, usijaelewa hiyo na maana gani? Siwezi kufanya, ila ndio maana nikakwambia, mwanamke anasamea map, yes. lakini asahau. Sahau tuanze mapya. Kwa nini mb... uchiti? Unataka uje uchiti au unataka mimi? Siwezi kukuchiti, ndio maana nikakwambia hivyo unabidi usahau, tuanze mapya. Ayo aliopita amepita, kama nilichiti nilichiti ishapita za... Sasa nisemaje? Wakati ishapita na ulisamehe. <laughs> Uh, uh, ngoja nikupe nawe swali lako hapa. Swali linasema hivi: tabia ya yangu gani huwa auipendi na ujawai niambia? Yani kama kuna tabia yoyote naifanyaga, yani unakuwa uielewi ila ujawai kuniambia. Tabia gani? Zipo nyingi <laughs> nyingi, lazima zitaja zote kwa wingi. Sisi ndio nasema, zipo nyingi. Kama ananiambia hiyo tabia mbaya zako, naniita oya, oya Salma <laughs> mispendi. Au mda mwingine unapenda, yani kunigombeza mbele za watu kwa hiyo ya kwanza, nikiwa mbele mbele ya marafiki zangu nakuita oya, unaniita hivyo, afu muda mwingine unapenda kunigombeza mbele za watu. Basi naomba nisamee mpenzi wangu, haitojirudia tena. Kwa hiyo tukiwa mbele za watu nakuita mke wangu Salma. <laughs> Sisi unaniita hata jina langu, lakini sio ile oya oya. Ina maana gani oya? we nini oya, vipi oya, yeye sio hivi. Mtu ananichukulia mimi kama muuni Haitojirudia tena mpenzi wangu, kwanzia leo ntakuwa ntakuwa nakuita mpenzi wangu Salma au nitakuwa nakuita mke wangu Salma na kukugombeza, sikugombezi tena hmm. Niambie mama, comment au dm gani ambayo ushawai kukutana nayo kutoka kwa mteja, comment au dm. Dm nyingi kama Demu nyingi unakuta mtu anakucheki, mwingine anakucheki tofauti yani, na mambo ya kazi naziona, wengine anakuambia amadi, mimi nakupenda amadi, si hivi tunapokea, tunapata. Yeah. Eh. yeah, yeah, nyingi, tunapendwa. Ukipoteza wapo wanasubiri, wapo stendi. Haya, kumbukumbu gani unayoipenda kutoka utotoni kwako, yani kumbukumbu ambayo unaipenda kutoka utotoni mwako? Tupe kumbukumbu nzuri au mbaya. Tufanye iwe nzuri, kumbukumbu nzuri ambayo unaipenda kutoka utotoni mwako. Si sina. Basi tupe kumbukumbu mbaya ambayo naipenda. Kumbukumbu mbaya, nakumbuka nishawahi kupigwa shule hadi nikazimia, kwa hiyo <laughs> ndo kumbukumbu ambao ukikaa sitokuja kusahau. Aya <laughs> ah, pole kwa kupigwa. Una maoni gani kuhusu marafiki zangu? Maoni kuhusu marafiki zako? Marafiki zako maoni hapa ya yeah. Mashemeji mashemeji wengi naona kama vile meusho meushwa, lakini wapo baadhi ambao wanajielewa, na naona sasa hivi ndipo karibu nao, ambao wali meushu meusha naona umeachana nao unashindwa kuwatolea maoni yoyote. ila hivo mbona mashemeji nilikuwepo nao saa hivi wamenyoka. Ukiambiwa ukiambiwa unielezee kwa neno moja, utasemaje? Nikaambiwa unielezee nini kwa neno moja? Yani nikuelezee vipi? Ukiambiwa unielezee kwa neno moja, yani kwa moja, utasemaje? kwa neno moja mm. Nakupenda. Asante. <laughs> kupenda pia nakupenda sana. <laughs> Tukiwa, tukiwa tunaenda safarini, po mimi na mama yako nani atakaa siti ya mbele? tukiwa tunaenda safarini <laughs> mimi na mama yako nani atakaa siti ya mbele? swali si rahisi tu kama yuko na wewe uko na mimi na mama, wewe lazima ukaa siti ya mbele. Kwa nini? Sasa mama nakaa, mama nakaa na vipi mbele? Mama atakaa nyuma kama na mizigo <laughs> kama atakitokea, baba atakaa nyuma. Mimi ataka lazima <laughs> ni mbele na wewe <laughs> njia gani huwa unazifanya kunishukuru bila kuniambia lolote? Labda ukawa unaniombea usiku, labda kuna vitu nimekufanyia, yani njia ambazo yani, njia gani huwa unazifanya kunishukuru bila kuniambia lolote? Yani kwamba ile sasa, kwa nini sikuombee mpenzi wangu? Nakuombea kwa sababu unatafuta, tunapata riziki, jambo la heri ni jambo gani huwa unafanya, na unajua silipendi? jambo ambalo unalifanya na wewe ulipendi, hapo mengi, lakini ambalo ambalo unakuwa hapo unachukaga nalo kabisa, ni songee? Okay, tunalikumbuka mamangu, ambalo daily tunagombana nalo, kana nakaa nalikumbuka nalisema ulipendi ulipendi, usichokipenda sana sana ni iko tu kuwaga hivi bana, asira na kuona kugombeza na uwaga na nalifanyaga mara kwa mara, ndio hilo na ndio hilo ambalo ulipendi, jambo ambalo usilipendi. Mimi nitaki mazoea na wanawake. <laughs> na wanawakeani mazoea? Yani mimi na mazoea, na kwa nini wewe na mazoea? Yani ukiwa na mazoea na wanawake, muda mwingine hadi unakuwa unadharau Mi namazea mwanamke gani sasa? wanawake wengi ilikuwa zamani mama, hmm. Kwako kwa hapo, kama leo ingekuwa siku yako ya mwisho duniani ungetamani kuniambia nini? kama ndo labda ndo nakata, nakata moto, ungesema nini Mbona, kama naogopa. kama leo ndo nakufa, tofanya kama unakufa. <laughs> Fanya, ungeniambia nini? nisinge uh, kuruhusu mpenzi wangu wana mpenzi mwingine. mimi nikibaki duniani nakuwa kuwa vipi? nabaki peke yako mpaka nakufa. kumbe kama nakufa na miaka mia inakuwa. <laughs> Mi vipi mimi nakufa na miaka na mia, sijui sasa hapo Kwa hiyo utakubali mimi nibaki miaka mia yote bila mtu etu? Haya, ni sifa gani unaozipenda zaidi kwangu? Sifa ziko nyingi, kama mrembo na chingine na tabia nzuri. Kama zipi? Ndo uzitaje hapo. Tabia zako nzuri ziko nyingi, mwelewa nachokwambia, unanisikiliza? uh-huh. Hivyo zipo nyingi. Haya, ni nini kinakufanya niwe tofauti na wasichana wengine uliowahi kuwa nao hapo nyuma? Kitu ambacho kinafanya, yani tofauti na wengine Sana. Viko vingi sana no, labda tu ni vile zetu, basi seme hapa, mimi nafika nivisikie, ambavyo mpaka vinavyofanya we mpaka uwe na mimi mpaka sa hivi mpaka mda huu, yani tuseme vitu ambavyo vinanifanya niwe na wewe mpaka mda huu ambavyo vimenivutia zaidi kuliko wengine, ndo tunacheza pale pale tu, nachokwambia unanisikiliza, una tabia nzuri, yani kitu ambacho nakwambia mpenzi wangu tufanye hiki, unafanya kama nilivyokwambia. Kama kibaya, unaniambia bwana, hiki ni kibaya, tuachane nacho. Kama kizuri, tunakifanya iko hivyo. So unakuta mwingine unamwambia kitu, tufanye hivi, anafanya hivi, unamwambia fanya ile, anafanya lile, hivyo. Yani kwa vitu vinavyonifanya mpaka leo hii niwe na wewe, nahisi yani, niseme yani, kikubwa ndio hivyo. Kama ningekuwa mimi nakwambia hivi, unafanya hivi, mpenzi wangu, usiende sehemu fulani, unaenda sehemu fulani, na imani mpaka leo hii singekuwa na wewe, labda ningekuwa na mwingine Yaani vile chochote nachokwambia unanisikiliza, kama kibaya unaambia mpenzi wangu kibaya, tuachane nacho. Hiyo naona ndio sababu kubwa. Shukrani, asante. Jamani vipenzi vyetu, tumemaliza sehemu ya kwanza, sasa tunaingia sehemu ya pili ya challenge. Salma, ni msanii gani wa kiume wa Tanzania unayemkubali na nyimbo yake ipi unayoipenda? Hiyo nyimbo, nyimbo ambayo unaipenda? Nampenda Mario, nampenda nyimbo yake ya salio. Nashukuru <laughs> <Hello. laughs> Oh, nimejua kisa salio. Ngoja kwanza nitafute hela, kumbe shida sina salio.

Onane. Kokekocha onane chete. <laughs> <laughs> <laughs> Amadi, ni msanii gani wa kike wa, wa Tanzania unayemkubali na ni nyimbo yake ipi unayoipenda? Msanii wa kike na uimbe, msanii wa kike nayemkubali mke wa kaka, mke wa Diamond, nyimbo yake ni, na, yani namkubali Zuchu, nyimbo mwizi aiza <laughs> <laughs>

Jamani vipenzi vyetu, mashabiki zetu, tunashukuru sana kwa kutupa muda wenu kutusikiliza, na imani mmeyasikia mengi, mmeyajua mengi kuhusu sisi. Kwa hiyo nafurahi na fly, natuko pamoja na pia napenda kuambia kitu kimoja jamani. Kwa wale wote ambao mnakaa mnajaji jaji, sijui Amadi unavaaga nguo za kike, jamani ile ni, yani niseme tu ni njia tu ya utafutaji, kama ambao labda anatumia mme wako anatumia anatumia mtu wako, ile ni njia tu ya utafutaji ambayo tu nimekaa nimesema njia hii nikitumia nitapata chochote kitu kihalali. Maana wenyewe mnaelewa kibaya mtu kumuibia, lakini kama vile nafanya kama vile, ili mradi tu nipate riziki, ili maisha apate kusonga kwao. Mnaokaa tu mnawaza vibaya kwamba Amadi sijui labda anaweza kaa sijui ana mambo ya kike au Amadi namna gani vipi, hapana, yale yote ya ni kwenye njia tu za utafutaji. Kwa hiyo nipo kujana wenu kwenye kutafuta, ni hivyo tu, msikae mkanichukulia vibaya. Tunawapenda mnaangalia Gavo TV, pamoja hatua kwa hatua. Tunawapenda Gavo Media.